Kwa jina naitwa Halima Muhidini Nasibu. Mimi mama kama mama wenzangu Tanzania. Namshukuru Dkt. Mwinyi kwa mafanikio yetu ya nchi anayotufanikishia. Maana anatupendezeshia nchi yetu, anatulindia nchi yetu. Maana sisi walinzi lakini yeye ni mlinzi mkubwa zaidi kwa sababu yeye ndo anaotupe anaotufanyia sisi tuwe na amani kwenye nchi yetu. Na sisi tunachokisisitiza kubwa kwa Dokta Mwinyi, tunachokipendelea zaidi kwake, Dokta Mwinyi ni mtu wa busara, Dokta Mwinyi ni mtu wa hekima. Tunampenda, anatupenda wananchi wake kwa kila hali. Tukimaliza kupiga kura, turudi majumbani kwa salama na amani, bila fujo, bila maumivu yoyote. Mtu anapomaliza kupiga kura aelekee nyumbani kwenye mapumziko. Tunachotaka kwa Dkt. Mwinyi, vijana wangu walokuwekwa, wanaoniangalia, wazee wangu, ndugu zangu, watoto wangu, sote tujitokeze Oktoba kwenda kumtilia kura Dkt. Mwinyi na Dkt. Samia na wabunge na madiwani wote kwa jumla. Kura zetu nadhani zitakuwa tano hizi, bila kuzisahau. Oktoba tunatiki.